Leo hii watu wanadhania kuwa mzuri ni kule kujitengeneza mwili, kuvaa vizuri. Sana, sana wanawake siku hizi wanaona kuwa na heshima ni ile kujitengeneza, kuvaa vizuri, nini kila kitu yani, kule kwa nini, kwaya, yani msafi yani, anavaa vizuri, kujistiri yani mavazi hiyo, ndio wanaonelea kwamba hiyo ni heshima, lakini hawajui heshima ni kumheshimu mtu. Unamheshimu mtu kwa mfano vile kama mume wako mm, unamheshimu kwa hali alionayo ya chini, yani umaskini, hana kitu, unamvumilia na kumwamini na kumtunzia heshima zake, unaona yaani unampenda kama unavyopenda yani mtu anayekuwa na, na hali nzuri ya kimaisha, lakini siku za leo utapata heshima inakuwa ndogo sana kwenye mahusiano, kulingana na kwamba wewe hauna kitu. Mwanaume heshima yako inakuwa chini sana, mwanamke anakuwa mkali kila wakati, anakuwa juu, hakuheshimu, anafanya anachokitaka kwa sababu yani wewe hauna kitu, naona wewe kwa sababu hauna kitu lakini, utampatana anampenda mtu yani huko nje ndio yani ni tajiri, lakini ana bibi yake, anakutana anamzalilisha mwanaume wake nini, naona no, heshima ni heshima, heshima iletu kwamba tuna mali nini.